Tume ya Kitaifa Ardhi imetoa makataa ya wiki mbili kwa serikali ya Kaunti ya Meru kutoa ripoti ya kina kuhusu ardhi yake ya utata ya ekari kumi ambayo ni ardhi ya umma iliyoko ndani ya shamba la maua la ekari 240 huko Timau. Ardhi hiyo ambayo awali ilitengwa kwa ujenzi wa taasisi ya mafunzo imezua wasiwasi wasi kwa wanafunzi kuathiriwa na kemikali hatari zinazotumiwa katika kilimo cha maua. Sharon Konge anaarifu zaidi. Ardhi hii inayozozaniwa ya ekari kumi iko ndani ya shamba la maua la ekari mia mbili arobaini mjini Timau, kando ya barabara kuu ya Nanyuki kuelekea Meru. Jamii ya Ngusishi na shamba la maua la Timaflo hapo awali wa walikubali kuhamisha taasisi inayopendekezwa ya masomo hadi eneo salama, ili kuwalinda wanafunzi dhidi ya hatari za kiafya zinazoletwa na kemikali za kilimo. Hata hivyo, mzozo mpya umezidisha mvutano kuhusu umiliki wa ardhi na matumizi yaliyokusudiwa itasaidia watoto yetu na sio wetu peke yetu. Tunatoa watoto wetu hapa, tunapeleka kisumo shule, tunapeleka mwambasa shule, na hata hao wakitoka huko wakuja hapa kwetu, tutafurahia. Lengo yetu ya kukutana hapa leo ilikuwa ni commission, national land commission ielewe shamba ni letu. Tumekubaliana na tima ya kwamba itoke mahali iko watununulie shamba ingine. Hata hivyo, mchakato huu umekumbana na vikwazo vya uongozi. Idara ya ardhi, kaunti ya Meru sasa inasema uamuzi wowote kuhusu ardhi ya umma lazima uhusishe gavana mpya Isaac Mutuma.

Ndiyo tunasema what you want to do with that land na nimesema hata siako ama kuja mwingine tutapeleka maoni yetu. Kwa upande wao uongozi wa Timaflo umesisitiza nia ya kufanya kazi na jamii ili kupata eneo mbadala linalofaa kwa ujenzi wa chuo cha mafunzo ya kiufundi Tumyaini. Hatimaye Tume ya Kitaifa ya Ardhi iliagiza serikali ya Kaunti ya Meru kutoa ripoti ya kina kuhusu ardhi inayozozaniwa. So